Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo wa msikilizaji, leo ni Jumanne Juni 24, 2025. Karibu katika mkanda BBC. Mimi ni David Nkya. Katika mkanda BBC asubuhi hii, Iran yakanusha kukubaliana kusitisha mapigano na Israel, jambo linalokinzana na madai yaliyotolewa cha saa chache zilizopita na Rais Trump kwamba pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha vita. Utasikia kuhusu wakazi wa kusini mwa Tanzania ambao wameanzisha njia ya kipekee ya kulinda mazingira kwa kutumia asali. Zamani watu walikuwa wanakata mikoko kujengea nyumba, kujengea ua, lakini kwa kupitia ufugaji wa nyuki, kwa hiyo watu wengi wameacha. Na katika gumzo leo hii tunaangazia mkutano wa biashara baina ya Marekani na viongozi wa Afrika unaofanyika jijini Luanda, Angola. Dhima yake haswa ni ipi? Marekani inaendaa mkutano huu sababu nyingi za kisiasa, kiuchumi, lakini pia kujaribu kupinzana na ushindani wa kibiashara na wa kimkakati dhidi ya China ambayo imekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa nchi nyingi za Kiafrika. <tis> lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, kusoma kwako na Jamhuri mwa vyombo. Karibu Jamhuri. Shukrani Nkya, karibu msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano, lakini Iran imekana hayo na kufafanua kuwa vita hivyo vitaisha tu pale Israel itakapoacha kuishambulia Iran. Omar Mkambara anayo maelezo zaidi. Trump ametoa taarifa hizo kupitia ujumbe mitandaoni ambapo amesema Irani ndio inatakiwa kusitisha kabisa mashambulio mara moja, kisha Israeli ilifuate katika saa kumi na mbili zijazo, na hivyo kumaliza kabisa vita hiyo iliyodumu kwa siku kumi na mbili. Hata hivyo Israeli hajathibitisha hadharani maneno haya ya Trumpu, huku Irani ikisisitiza kuwa Israeli inapaswa kusitisha kuishambulia Irani na ndio vita viishe. Wakati huo huo Israel imeendelea kushambulia huko Iran. Awali Iran ilirusha makombora sita kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani huko Qatar. Ka Qatar imesema imemudu kudungua makombora hayo. Kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa analohudumia watoto ameelezea wasiwasi wake kuhusu hali mbaya inayowakabili waathiriwa wa vita vya Sudan, hasa watoto. Amesema wengi wanaotapia mlo hawendi shule na wako katika hatari ya manyanyaso ya kivita na vile vile maradhi. Oman imekuwa nchi ya kwanza huko Guba la Uarabuni kutoza ushuru wa mishahara ya wafanyikazi. Kwa miaka mingi mataifa hayo yamevutia wafanyikazi wa kigeni kupitia sera zao za kutotoza ushuru wa kipato, income tax. Oman itaanza kutekeleza utaratibu huo kuanzia 2028. Mahakama ya juu ya Marekani sasa imeruhusu kufurushwa kwa raia wa kigeni kutoka Marekani hata kama itabidi kupelekwa nchi tofauti na za kwao. Hii ni sera mojawapo ya Rais Trump anayoitekeleza kwa kishindo, amekuwa imekuwa ikipingwa vikali kwa hoja kuwa haitekelezwi kwa kufuata sheria, lakini sasa itaendelea kama awali. Na wanasayansi wa uko Uingereza wamesema wamegundua njia ambayo wanaweza kutengeneza dawa za kutuliza maumivu kutoka kwa aina fulani ya bidhaa za plastiki. Hii ni BBC, muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Jamhuri mwa vyombo akiwa kwenye studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM redio washirika na intanet katika BBC swahili Com. Unaweza kutusikiliza vilevile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Ukiwa Kenya unatupata kupitia Nyota FM, Uganda ni Radio Lira, ukiwa pale DRC tusikilize kupitia Redio Muungano ya Beni, na Tanzania unatupata mubashara kupitia Redio Kwizira ya pale Ngara. Mimi ni David Nkenkiwa hapa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu karibia Iran imekanusha kukubaliana na kusitisha mapigano na Israel, jambo linalokinzana na madai yaliyotolewa saa chache zilizopita na Rais Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Akaich amesema hakuna makubaliano juu ya kusitisha operesheni za kijeshi hadi sasa, lakini ikiwa Israel itasimamisha mashambulizi yake dhidi ya Iran kabla ya saa sita usiku siku ya Jumanne, Iran haitakuwa na nia ya kuendelea na mashambulizi. Dakika chache kabla ya tangazo hilo, Teheran ilitikiswa na milipuko mikali iliyotokea Israel. Zaidi na Leonard Mubali, mwandishi wa BBC wa Amerika ya Kaskazini anasema tangazo hilo la Trump linatatanisha na linapingwa na Irani pamoja na Israel, huku Israel ikiahidi kuendelea kuyalenga maeneo muhimu ya Iran. Afisa mkuu wa Ikulu ya White House amesema Qatar ilisaidia kupanga mpango huo. Waziri wa ulinzi wa Israel anasema wao wanaendelea kulenga maeneo muhimu ya Irani kwa nguvu ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Irani kwa upande wake imewaambia wakazi wa Ramat Gan karibu na Tel Aviv kuondoka mara moja, licha ya madai ya Trump ya kusitisha mapigano. Shirika la habari la Fars la Iran ambalo lina uhusiano mkubwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, limeripoti likinukuu chanzo kisichojulikana kwamba tangazo la Trump ni uongo kabisa. Chanzo hicho ambacho hakikutajwa jina kimeiambia Fars kwamba hakuna pendekezo rasmi au lisilo rasmi la kusitisha mapigano hayo lililopokelewa na Iran hivi karibuni. Ndani ya saa chache itabainika kuwa tangazo hilo ni la uongo kwa Israel kupitia jibu la operesheni imedai ripoti hiyo. Afisa wa juu wa ikulu ya White House amekaririwa akisisitiza kwamba Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano. Ameyasema hayo wakati akizungumza na shirika la habari la CBC na mashirika mengine ambayo yanashirikiana kwa karibu na BBC. Japo kwa utata wa kauli hiyo ya Trump unazidishwa na utata kwamba hakuna upande wowote kati ya Iran ama Israel waliotoa ripoti rasmi kuhusiana na tangazo lake. Kwa mujibu wa shirika la habari la CBS, Rais Trump aliwasiliana moja kwa moja na Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, huku Israel ikikubali mapatano hayo iwapo tu hawatashambuliwa zaidi na Iran. Maafisa wa Marekani wanaeleza kuwa makubaliano hayo ya, ya kusitisha mapigano ni baada ya makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance na waziri wa Mamu ya nje Marco Rubio pamoja na mjumbe maalum Steve Witkoff kuwasiliana kwa njia za moja kwa moja na zile zisizo za moja kwa moja na utawala wa juu wa Iran. Nam ni taarifa yake Leonard Mubali ambayo inatupeleka moja kwa moja sasa aa, na mchambuzi wetu asubuhi kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Nipo naye hapa kwa njia ya simu. Ibrahim Rabi Rabi, habari za asubuhi. Natuambia tangazo hili la Trump la usitishaji vita ambalo linakanushwa na pande zote mbili, yani Israel, Israel na Iran linasimamia misingi ipi haswa? Nashukuru mwanamke ah, salama. Hii taarifa ya Donald Trump ambayo ameiachia asubuhi yao usiku, kuwa kutakuwa na usikishaji wa pande zote mbili, bado inaendelea kuvuruga, kwa sababu ukitazama vyombo vya habari, ukisikiliza vyombo vya habari, bado haina uwazi wa moja kwa moja. Ukisikia taarifa ya waziri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi inasema kuwa wao hawajapokea pendekezo lolote la usitishaji wa mapigano lakini tumeona kuwa Israeli kati ya muda wa saa nane za usiku kwa muda wa Afrika Mashariki imefanya mashambulizi ndani ya Iran. Lakini tunavyozungumza muda wa alfajiri hii saa kumi na moja kwa saa za Afrika Mashariki, na Iran nayo imefanya mashambulizi ndani ya Israeli. Kwa hiyo unaona kama vile tangazo la Trump bado halijafahamika no. kuwa alizungumza na nani na wapi watasitisha. Uh, uh, Trump ana mamlaka halali ya kuishambulia Iran kwa ufupi Uh, uh, kwa akitumia kifungu cha hamsini na moja cha mkataba wa Umoja wa Mataifa anaweza kusema kupata uhalali, lakini kuwa unaweza kuangalia uchokozi unaweza kwa nani. Kama itakuwa kila mtu anaua uhalali basi hakuna mwisho wa huo uhalali. Sasa mm -hmm. hebu tuambie huenda vita vikatanuka zaidi, na kuna nafasi yote ya kidiplomasia kati ya hili kwa sasa uh, ni vigumu sana vita kutanuka, kwa sababu kumekuwa na harakati za pande zote mbili kuhakikisha hili linakwisha toka mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Irani kwenye ubalozi wa Marekani kule Qatar, lakini muda wa alfajiri, muda wa saa kumi eh, saa za Afrika Mashariki, tena ubalozi wa Marekani Baghdad, mm -hmm. eh, wabaladi ume, ume, umeshambuliwa tena na wenyewe mm -hmm. haijafahamika moja kwa moja shambulizi lilikuwa limetoka wapi lakini kumekuwa na viongozi, waziri mkuu wa Qatar akiingilia kati, lakini tumeona viongozi mbali mbalimbali duniani wakisisitiza kuwa hili liishe. Ni kila upande umekuwa kama vile unamalizia pale ulipoona kuwa ni malizie pigo la mwisho. Sasa nani atakuwa wa mwisho Masante kusimama ndio kinachosumbua hapa, kila mmoja anataka mwenzake awe wa mwisho yeye, halafu usitirishaji uanze. Bila shaka tutaendelea kufahamu mengi zaidi. Sansana Ibrahim Mrabi, kwa uchambuzi wako. namkuingilia kwenye kwamba licha uwezo wa uh, ziada ya kuzalisha umeme kutokana na miradi ya maji, Uganda ina moja ya viwango vya chini kabisa vya usambazaji umeme barani Afrika kulingana na ripoti ya elfu mbili na ishirini ya n ya Catalyst takriban asilimia kumi ya Uganda wa vijini wanapata umeme, lakini kuna tofauti kubwa mijini na vijijini, kwani gharama za umeme uh, zimekuwa ni kubwa. Katika wilaya ya Norwa iliyopo kaskazini mwa Uganda, karibu kilomita 300 kutoka mji mkuu Kampala biashara ya kijamii ya Mondolis Energy inaunganisha nyumba za vijiji na umeme kwa mara ya kwanza, na kubadilisha maisha kwa kubadilisha taka za kilimo kuwa nishati safi zaidi. na Nasteha Muhammed. Kathrin Lamwaka anamenya mbaazi kwa kutumia fimbo ili aweze kuandaa mankuli kwa ajili ya familia yake. Catherine anasikika kituo wa uchafu kwenye mbazi. Yeye ni mkulima kutoka kijiji cha Gotnu kaskazini mwa Uganda, ambapo nishati mbadala inatumika kuwapa maisha bora bedroom nilipata betri yangu kwa ajili ya umeme room, kisha nina jiko ambalo ninatumia kupika wakati pia tunaenda kuchukua huo mkaa kwa ajili ya kupanda mahindi. Catherine ni mmoja wa wakaazi mia moja kumi na wawili ambayo maisha yao yamebadilika kutokana na umeme unaozalishwa na mtambo huu. Huyo ni Peter, mhandisi wa anga na mwanzilishi mwenza wa nishati ya Mandulis au Mandulis Energy. Anaelezea jinsi wanavyotumia taka za shambani kuzalisha umeme. Tunaanza na taka za kilimo, maganda ya mpunga, maganda ya mahindi, maganda ya njugu na maganda ya kahawa, kwa sababu zinapatikana zaidi vijijini Uganda. Na tunapochukua taka hizi kavu, tunaoka kwenye joto kali, na hutoa kwa kuwa ni hidrojeni na methani, ambayo ni mafuta ya roketi Electricity. Na katika mchakato huo gesi hizo zinapochukuliwa kupitia injini ya gesi huzalisha umeme, bidhaa ya ziada kutoka kwa gesi ya taka ya mazao ili kuzalisha umeme, pia ni muhimu na kitakachotokea pia ni taka zetu za ziada za kilimo kubadilishwa kwa vidonge vidogo vidogo, yani pellets, na hizo ni muhimu sio tu kukuza nguvu za nishati, lakini pia zinaweza kutumiwa na jamii kupikia. Kwa hivyo, pia tutatengeneza jiko dogo la gesi ambalo tutasambaza miongoni mwa jamii na watalitumia kupikia. Mara tu wanapomaliza kupika, wanatuuzia uh, takataka zao za mkaa au bioka. Kwa kweli, watapata mapato wanapopika. Kilowati hamsini kimebadilisha jamii ya wenyeji. Umeme umeboresha maisha yangu right, hivi sasa now, ninapata now, mwanga. Watoto wangu sasa wanasoma vitabu vyao kwa wakati. Nishati ya Mandolis inataka kuiga mtindo huu kote barani Afrika na kuwezesha jamii nyingi za vijijini kupata fursa ya kile ambacho tayari wanachokuboresha viwango vya maisha Siku zijazo ni nzuri zenye matumaini, maadam tuna maeneo ya vijijini ambako watu wanalima mradi tu African kuna taka za kilimo ambazo hazithaminiwi, kuna fursa ya kuunganisha hizi nam. Sana sana, Nasteha Mhamedi. Na sasa tunakwenda viwanjani naye Omari Mkambara Rastafari and... asante dfd mkia y <laughs> <on> <laughs> Nianze na michezo ya kombe dunia kwa vilabu ambako klabu ya Botafogo imefanikiwa kutinga kwenye hatua 16 bora licha ya kupoteza mchezo wake kwa goli, imesogea mbele na Atletico walitakiwa kushinda angalau wa magoli matatu ili kuweza kufuzu kwenye hatua inayofuata. PSG wamefuzu kwenye hatua inayofuata baada ya kupata ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya Seattle Sounders. Michezo ambayo imemalizika hivi punde, Inter Miami ameenda sare ya mbili mbili na wabrazil wa Palmeiras na Al Ahli akienda sare ya nne nne na FC Poto. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba Inter Miami na Palmeiras ndio wanasonga mbele kwenye kundi A wakati Al Ahli pamoja na FC Poto wakipewa taarifa kwamba waende nyumbani wakacheze wanakochezaga eh. mm -hmm. Manchester United wameongeza dau la pili la kuweza kumpata Bryan Mbeumo kutoka Brentford. Dau la kwanza la paundi milioni 45 ukiwa na nyongeza ya paundi milioni kumi liliweza kukataliwa na sasa Manchester wamepeleka dau ambalo linazidi paundi milioni 60 na ikitajwa huenda ikafikia mpaka paundi milioni 65 ya kuweza kumpata Bryan Mbeumo, ambayo inatarajiwa kwamba huenda usajili huu kukamilika mapema na kwa usajili wa pili wa Manchester United kwenye sizoni hii hapa. Lakini kwa haraka haraka tu ni kwamba Naomi Osaka pamoja na uh, Victa Azarenka wametinga kwenye raundi ya pili ya michuano ya maandalizi ile michezo ya Wimbledon. Mabingwa wao wa zamani walikuwa wanacheza michezo yao, ambako Naomi Osaka alimfunga msebi ya Olga Danilovu kwa seti tatu huku Zubalenka kutoka Belarusi akishinda mbele ya Mjerumani Raura kwa seti mbili ya sita mbili na sita mbili, na hivyo watakwenda kucheza na Iga katika hatua inayofata. mm -hmm. ni hayo tu